Joseph Acharo, kwa kuweza kufungua awamu hii ya michezo na bila shaka nitakushirikisha wewe pamoja na hapo e, Jacob Safari ambapo leo hii tutaangazia mambo mengi e, kuhusiana na timu na timu za taifa ambapo zipo katika harakati za kufuzu katika Kombe la Dunia, e, timu za Afrika ambazo mpaka sasa zimefanikiwa kupata matokeo mazuri au tayari kujikatia tiketi. Lakini kwanza kabisa nataka tuanze hapo Afrika timu ta tano tayari zimeshafuzu katika uh, nafasi hiyo eh, ambayo inahitajika timu 48 kando na 32 ambazo awali zilikuwa zinafuzu kwa michuano ya kombe la dunia labda kwa mtazamo huu wa hizi timu tano ambayo ya tano iliingia ni jana Ghana eh, eh, pengine kwa mtazamo Afrika haya mashindano iko tayari nianze na wewe eh, Joseph Acharo Uh, ningeweza kusema kwamba Afrika iko tayari na matumaini yapo, kwa hivi sasa tukiwa tumefikisha si haba timu tano. Umeitaja Ghana hapo baada ya kuipiga Morocco jana Akra huko moja bila. Uh, wapo pia vile vile Misri tayari uh, wako ndani, wako wa Morocco tayari wameshapita wako ndani mm, uh, na tuna matumaini bado uh, kuweza kuona kile ambacho kitatokea katika mechi za leo. Eh, lakini Afrika Mashariki naona ni kama hali bado haija, haijakuwa ile ambayo tulikuwa tunaitarajia, lakini... kwa kwa mawapi labda kwa mfano kwanza wanakwama hapo kwamba wanakwama kusonga mbele mm, e, tatizo na... liko wapi, unaweza sema kwa sababu Algeria, Misri, Morocco, Tunisia, e, timu hizi zimefanikiwa kufuzu, si mara ya kwanza kuweza kusikika kwamba zinafanya vizuri katika michuano hata mashindano yao ya ndani e, Afrika Mashariki, Tanzania, Rwanda, e, Kongo wanakwama wapi? Mimi nadhani tatizo hasa hasa ni katika maswala ma mazima ya uwekezaji. mm -hmm. Uwekezaji katika soka, uh, kuweza kutengeneza timu ambazo zina uwezo uh mkubwa wa kuweza kucheza uh kandanda katika kiwango hiki cha Kombe la Dunia. mm -hmm. uh, timu ukiziangalia bado unaziona zinaonyesha zina udhaifu jinsi wanavyotandaza kandanda katika formation zao eh, na hata katika kuchagua wachezaji na kuunda zile timu, unaona bado kuna shida mm. Na ni uwekezaji katika uh, wachezaji wenyewe, lakini pia vilevile uwekezaji katika makocha wenyewe ambao wangekuwa na uzalendo mm, eh, ule, ule mpira huko ndani ya damu, wakajua kwamba wanaziwakilisha timu zao na wakajituma kisawasawa. Hiki nafikiri ni kitu ambacho nchi zetu lazima zikae zifikirie kuwekeza zaidi katika upande wa wachezaji na vilevile vile. Makocha. Jacob, bado timu kubwa kimabano ambazo zinafahamika zaidi, pengine tunaona kama tishio mfano Senegal, DRC, pengine kwa kiwango cha Afrika Mashariki unaweza sema ni miongoni mwa timu ambazo labda zimeonyesha uthubutu, bado zinasubiri ima ushindi mwembamba, ama timu ambayo iko katika eh, grupu moja nayo iweze kupoteza ndio wao waweze kufuzu, labda pengine eh, tatizo liliko li, wapi kwa wakati huu na iwapo watafanikiwa kuenda kwa mwendelezo huu wa ushindi mwembamba na bahati nasibu, je, wataweza kufikia popote katika mashindano ya kombe eh, la, la dunia? Uh, si, um, si, si, si ajabu kuona timu kubwa zikikosa kushiriki kombe la dunia mm -hmm. Unakumbuka mwaka wa elfu mbili na Uh, nani nafikiri, uh, miaka hiyo ya elfu mbili uh, timu ya England ilikosa kufuzu kombe la dunia wakati huo, na wengi wakasema kombe la dunia kwa sababu England haipo, basi safari hii litakuwa halina mvuto, lakini lilikuwa na mvuto kama mm. tunavyojua uh, michuano ya kombe la dunia ilivyo safari hii, kwa timu kama Senegal mm -hmm. uh, sina wasiwasi wasi sana nayo, ni timu ambayo ni nzuri na hata ikafuzu haitegemei Uh, hai, haijalishi itakavyofuzu lakini it, itakapokuwa kule kwenye kombe la dunia mchezo itakaoonyesha ndo ita, jambo ambalo litatazamwa sana, haitaangaliwa safari yake ya kufuzu ilikuwaje, na na hakika timu kama Senegal ikitia guu tu kwenye kombe la dunia mm, ni timu ya, ya, ya kwanza ya Afrika kufika hatua ya robo fainali katika mashindano haya yalikumbuka wakati mm huo mm -hmm. kwa hiyo it, itakapofika katika kombe lile inajua umuhimu wachezaji wake eh, ni wachezaji wa kulipwa, wachezaji ambao tunawatazama sana hapa uh, katika kandanda la Ulaya. Kwa hiyo wako tayari, na nafikiri wataonyesha mchezo ambao Uh, tuna, tuna ufahamu kwa timu ya taifa ya Senegal. Basi, kabla tuende mbali waandishi wetu ambao wako katika maeneo mbalimbali wanafuatilia labda mataifa yao e, yamepiga hatua kwa kiasi gani. Tuanzie kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo e, mwandishi wetu Zuberi Ali amekusanya taarifa na hatma ya DRC DRC ilishinda mechi dhidi ya Togo Ijumaa kwa bao moja sifuri na kurudisha matumaini kwa DRC kufuzu kwenye Kombe la Dunia baada ya kupoteza dhidi ya Senegal, mechi ambayo kwa Wakongomani ilikuwa mlango pekee wa kuingia Kombe la Dunia. Kwa baadhi ya Wakongomani wanaamini Kongo bado inayo nafasi ya kwenda kwa mara ya pili kwenye Kombe la Dunia. Masudi David na Kayumba Eric ni mashabiki wa timu ya taifa. Ushindi una manufaa kwa ukubwa kwa sababu tulikuwa tunawahitaji ili kujihakikishia kupata nafasi ya kuweza kumpatia tena pressure. Uh, Senegal soka inakuaga na surprise zake na lolote linaweza likatokea. Senegal akatandikwa, sisi tukamtandika Sudani, na tukachukua tiketi kibabe, na tukaenda tukashiriki mashindano, tukisema DRC wapite moja kwa moja ile tusao kwa sababu na nafasi waliokuwa nayo ni zidi zidi ya Senegal na wakutumia nafasi vizuri, na unajua, kwenye soka wakati mnapata fasi kama na hizo mnapasha zitumia vizuri kwa sababu usioni timu ya Senegal kufungwa. Baada ya ushindi huo, kocha Sebastien Desabre anaamini kuwa timu yake itaenda kwenye hatua ya mchujo Inuro. Kwetu sisi tunafikiria kuwa tukishinda mechi tatu zijazo tutaenda kwenye mchujo wa kombe la Dunia. DRC inajiandaa kukipiga dhidi ya Sudani kesho, wakati wakiombea Senegali ifungwe au Kongo ichukue nafasi ya timu nne zitakazopambana kutafuta timu itakayoenda kwenye mchujo Ramazani

anatoa maoni yake kuhusu timu ya Kongo. matumaini yetu ni makubwa sana kwenye kufuzu kama best loser ah, Kongo asilimia kubwa huwa tunapita tukiwa na kalukuleta mkononi, lakini zile ya kusema kwamba hii mechi tuna uhakika nayo kwa asilimia mia, mara nyingi ndo huwa hatufuzu. Sio kazi rahisi, lakini ukiingia vitani, lazima ujipange kwa ajili ya mapambano hayo. Mataifa mengine nawao pia wanajua kwamba Afrika kuna watu watatoka huku na ni wa hatari sana. DRC bado safari ni ndefu, kwani timu nne zitachuana ili kutafuta timu moja itakayowakilisha Afrika kwenye mchujo utakaoshirikisha mabara tofauti. Bara la Afrika litawakilishwa na timu tisa zitakazofuzu moja kwa moja, tano miongoni mwao tayari zimejikatia tiketi. Mnamo mwaka 1934 Misri ilikuwa timu ya kwanza ya Afrika kushiriki katika fainali za kombe la dunia, wakati DRC ikijulikana kama Zair ilishiriki katika michuano hiyo mnamo mwaka elfu moja mia tisa sabini na nne na, na kuwa timu ya kwanza ya Afrika kusini mwa jangwa la Sahara kufuzu. Zuberali, DW Michezo. Umesikia hapo Zuberi ali na baadhi ya mashabiki ambao wanafuatilia kule Kongo wanasema ni kuiombea Senegal iweze kupotea, eh, ama iweze kupoteza mechi yake. Kitu kigumu, ni ushindi mwembamba kitu kigumu, <laughs> kitu kigumu. Na, kwa hiyo, maombi pekee yanatosha kufuzu kama best loser, yani, hapo matumaini Jacob, naona ni finyu sana mm. Na sio huko tu lakini mm. pia uh, matumaini ya timu ya Rwanda kuweza kufuzu nayo pia tayari amefifia baada ya kupigwa na Benin bao moja kwa bila mm -hmm. Eh, wakiwa nyumbani pale Kigali. Christopher Karenzi naye ametutumia ripoti kwanza tuwasikize eh, tuwasikize wanasemaje watu wa Rwanda, halafu tuendelee kujadili. Kocha wa timu ya taifa ya Rwanda Adel Amrouche amefichua kuwa aliumizwa sana na kushindwa kwa timu yake mbele ya mashabiki wa nyumbani akiwepo pia rais wa Rwanda Paul Kagame. Amewataka mashabiki kutokata tamaa. tumeumia sana lakini, huu sio mwisho wa maisha, huu ni mpira wa miguu. tunaweza kuiona Rwanda kwenye michuano ya AFCON niamini. Aidha Amrush amewaasa Wanyarwanda kuendelea kuipenda timu yao ya taifa na kupuuzia tetesi zisizo na msingi, akisisitiza kuwa Amavubi, timu ya taifa ya Rwanda, itaendelea kujengwa iwe ni yeye au kocha mwingine. Kesho Jumanne, Rwanda itacheza mechi yake ya mwisho ya kufuzu kwa Kombe la Dunia 2026 ambapo imesafiri kuikabili Afrika Kusini. Ushindi huu wa Benini haukumaliza tu kampeni ya Rwanda, bali pia umebadili mwelekeo wa kilele cha kundi C. Benini sasa imekaa kileleni ikiwa na pointi 17 ikizidi Nigeria kwa pointi tatu kuelekea michezo ya mwisho ya makundi. Matokeo hayo pia ni pigo kubwa kwa matumaini ya Nigeria ya kufuzu licha ya ushindi wa mabao mawili kwa moja dhidi ya Lesotho. Katika mchezo mwingine muhimu wa kundi hilo, Zimbabwe na Afrika Kusini zilitoka sare baada ya pambano gumu, jambo ambalo lilizidi kufanya ushindani wa kufuzu kuwa mkali zaidi. Kocha mkuu wa Benini, Gernot Rohr akiongea na vyombo vya habari amesema kwamba atakuwa na kibarua kesho na Super Eagles. Ingekuwa vyema zaidi kama Zimbabwe ingelifunga Nigeria, mambo yangekuwa mazuri kwa sababu timu tatu zote zina nafasi ya kufuzu. Tuna mechi ngumu zaidi. Ninawajua vizuri sana. Si rahisi kushinda hasa kwa kuwa Super Eagles wana nafasi ya kufuzu. Kwa hiyo hii ni fainali leo. Ilikuwa kama nusu fainali, sasa tunakwenda kucheza fainali. Kwa sasa Rwanda inashika nafasi ya nne kwenye kundi si ikiwa na alama 11. Kutoka DW Kigali, huyu ni Christopher Karenzi na mmesikia mambo ya Rwanda na vile vile mambo ya DRC na matumaini ya Nigeria pia yanatajwa kuwa na mashaka. Uh, Jacob, pengine mtazamo wako kuhusiana na kikosi cha timu ya taifa ya Nigeria Super Eagles. Uh, labda katika kutafuta nafasi ya kufuzu kwa Kombe la Dunia, wewe unaionaje timu hii? Eh, hii si mara ya kwanza kwa Nigeria kujipata katika hali kama hii. Ishawahi pia kukosa kombe la dunia, na hata uh, kitambo pia uh, Nigeria walikuwa katika hali kama hii. Unakumbuka kipindi kile cha wachezaji kama mahiri kama mm. kina Nwanko Kano kina JJ mm. Okocha, ni timu ambayo uh, katika bara la Afrika ilikuwa na wachezaji nyota kwelikweli ambao walikuwa uh, ukiangalia kwenye karatasi unasema moja kwa moja unaenda kushinda mechi mm -hmm. lakini uh, wakati walikuwa hawana kocha mzuri na kocha alishindwa kuwaleta pamoja, mbinu zake zilishindwa kuwaleta pamoja wale wachezaji licha ya kuwa na uwezo mkubwa um, kibinafsi, lakini walishindwa kuingiliana uwanjani na ndicho kinachofanyika sasa hivi Nigeria, na ndio maana wamejipata wame katika nafasi hii. Timu nyingine zimeshajikatia nafasi ya kuenda mm -hmm kombe la dunia, lakini wao wanajikuta bado wanasuasua mm -hmm, sijui uh, hatima yao mm -hmm ni gani, lakini nafikiri wako katika hali ambayo si nzuri. Kwa hiyo yeah, nafasi tisa zinaendelea kupambaniwa katika bara la Afrika N lakini Ulaya zimebaki zimebaki nne zimebaki nne tano tayari zimeshakata tiketi hapo aliposema, n, nani Jacob. Nigeria iko taabani mm. ya kwa sababu kuna Cape Verde ambao wanakaribia mm. alafu Kameroon nao pia wananyoshanyosha nyosha, mm. eh, kwa Ivory Coast pia nao wanakaribia karibia, kwa hiyo unaona nafasi ya Nigeria inaendelea Mbali na bara Afrika, Ulaya pia kuna timu ambazo pengine zinaonyesha kwamba kusuasua. Nianze na Ufaransa e, kikosi chake kinakabiliwa na majeraha tele ama majeraha kibao, akiwemo Kylian Mbappe, Ousmane Dembele na wengineo, labda pengine hii inaleta athari kwa kikosi cha Ufaransa, kwa sababu tunaamini Ufaransa ni timu ambayo ina ushindani mkubwa, na katika Kombe la Dunia pengine ingekuwa miongoni mwa zile timu ambazo labda zingeonekana na kasheshe zaidi, sijui mimi si na wasiwasi na Ufaransa uh-huh. Pamoja na kwamba umetaja wachezaji nyota kwamba Uh, wana majeraha, kwa hiyo hawatakuwa na mchango, lakini Ufaransa saivi na wazuri kwa sasa hivi mm, na nafikiri wana wachezaji wazuri hiyo, wala tasifikirii kabisa Ufaransa, nafikiri watafuzu ama hata kama watazuiwa wata lakini ni kizuri nafikiri mm, Ufaransa wapo na watakwenda wata, wata e, ambazo pengine unaweza kuona ukasema moja kwa moja haitetereki, bila shaka ni timu ambazo tutashuhudia eh ushindani mkali katika Kombe la Dunia. Eh, ni kama gani mbali na Ufaransa, kwa sababu nyote wawili nimeona, eh, ni kama pengine mnaisapoti Ufaransa tayari <laughs> <laughs> mimi nilitamani sana Harambee Stars waweze wa kupata <laughs> nafasi wafike, lakini kwa matumaini yalivyo sasa hivi ah wameonyesha uwezo mkubwa eh, tumeona jinsi walivyofanya. Mimi nasikitika sana yeah. Kuna kauli imesema tumeumia sana lakini huu sio mwisho wa Huyu ilikuwa e, ni kocha wa Mavubi hii mm. E, inaonyesha kabisa amekata tamaa, na mimi nasema hivyo hivyo, nimeumia sana, unaona sana. kwamba timu hii kwa kweli haiwezi kufikia kiwango hicho, lakini kujibu swali lako nafikiri Hispania itaendelea kung'ara mm -hmm. England pia ikiwepo itaendelea kung'ara, Wajerumani wakiwepo pia wataendelea kusumbua katika kombe la Brazil Brazil pia wakifanikiwa wataendelea kusumbua vilevile vile. Kwa hiyo nafikiri litakuwa kombe la dunia ambalo litakutanisha timu ambazo um, ni kubwa, litakuwa mm. mm. eh, na ushindani mkali kwelikweli. Ukizungumzia Brazil katika kombe la dunia huo unazungumzia eh, kulibeba kombe la dunia, lakini nafikiri kiwango chao kilishuka mno. mm -hmm. Na sasa hivi bado hakijafika tena katika kiwango hicho cha kubeba kombe la dunia. mm -hmm. Katika kubeba kombe la dunia sasa hivi nafikiri tazungumzia timu kama Uhispania, England, Ufaransa. mm -hmm. Argentina mabingwa watetezi bado wako vizuri mno. Hizo ndio timu ambazo nitaziweka katika kundi la zile timu ambazo zinaweza, zina uwezo mkubwa wa kufika mbali sana. mm -hmm. Ila Brazil nafikiri wat, wat, wataleta ile, ile ladha ile katika yale mashindano. Lakini wametoka wa... kufungwa bao tano, kwa hiyo ni timu ambayo e, hana... Ndio, lakini unajua katika ngazi ya mashindano kama yale yanapoanza, ndo unaona sasa timu zinapata zina pandisha munkari, kwa hiyo mm -hmm. Mm -hmm. Nafikiri taleta ladha na nafikiri inaweza kuwa miongoni mwa zile timu ambazo zinaweza zikafanya maajabu kinyume cha matarajio. Asante mm -hmm. Eh, Josephat na Jacob, lakini tuelekee kule Mombasa ambako hofu imetanda baada ya mashindano ya boti mm -hmm. yanayofahamika kama East African Ocean Festival kupatikana ma kutokea mkasa ya, ya boti kuzama. Na Halima Gongo yupo kwenye laini ya simu. Halima, vipi mambo, poa? Salama sana, nashukuru. Labda pengine utupe taarifa namna ambavyo shughuli za uokoaji zimefikia wapi katika mashindano hayo, e, na labda pengine baada ya tukio hili la boti kuzama, je, yameendelea? yeah, ama bodi ya kuandaa inasemaje? uh, kufikia sasa shughuli mm-hmm. imekamilika uh, tunapozungumza hivi sasa, niko nje ya uh, ofisi ya gavana wa Mombasa mm -hmm. Abdulswamad na uh, Sharif Nasir ambaye yuko tayari kuzungumza na wanahabari kuhusiana na kukamilika kwa shughuli hiyo, maanake ile miili miwili ambayo ilikuwa inatarajiwa uh, ilikuwa uh, inatafutwa imepatikana mm -hmm. na hivi sasa ndio uh, mashindano yalisitishwa ile siku tu ya yeah, Ijumaa ambapo uh, tukio hilo lilipotokea, uh, mashindano yalisitishwa na kufikia sasa shughuli za uokoaji zimekamilika. Mm. Na labda uh, yeah. Familia za uh, hao uh, waliopoteza maisha yao uh, na miongoni mwa baadhi walioshiriki wanasema wengine hawakuwa wamepewa life jackets. Hili limezungumziwaje hapo Mombasa? Uh, kusema kweli hili, hili ni suala ambalo limezua uh, mjadala kwa Uh, wachezaji wenyewe waliokuwa wanashiriki hayo mashindano na pia uh, wakazi. Kwa sababu uh, kusema ukweli ni ukweli, waliokuwa wanashiriki hayo mashindano, baadhi yao hawakuwa na hivyo uh, vifaa vya usalama kama hizo life jacket mm. na, uh, na wengi wao wengi wao walikuwa wana, na, si, tim, si kikundi hicho peke yake cha uh, kijiweni youth group mm. ambacho hakikuwa na hizo life jacket, lakini pia timu zengine nyingi hazikuwa nayo na ni jambo ambalo limezua uh, mjadala um, mjadala mm, kwa vyombo vya usalama hasa uh, usafiri wa baharini, wakisema kuwa ni jambo la hatari sana kuandaa tamasha kama hizo au mashindano kama hayo bila kuwa na vifaa maalum ambavyo vinahitajika. Maanake inasemekana boti hilo lilizama wakati timu hii ya, ya kijiweni Yusuf, hmm. walipokuwa wanaelekea katika ushindi, walisimama kwenye ile boti na boti ikakosa mwelekeo ndio halima ha ni tukio la kusikitisha kwa Sama. kweli lakini muda nao umetutoka natumai kwamba serikali ya kaunti ya Mombasa itaendelea kuweka mikakati mwafaka katika kuhakikisha kwamba maswala ya usalama yanazingatiwa katika mashindano hayo na mie basi nifunge mjadala hapa studio asante sana Jacob asante sana Josephat na asante Kari. sana msikilizaji na mtazamaji kwa kuwa nasi